ugu tu nalo linatoa elimu kuhusiana na bima ya afya kwa wote. Na mheshimiwa mwenyekiti, ili niweze kueleweka vizuri na ili tuweze kwenda sambamba pamoja na waheshimiwa madiwani, hapa hapa mbele yangu nimechukua hii ilani ambayo ndicho kitabu kinachotoa mwongozo kwa namna utekelezaji wa shughuli mbalimbali katika hii ilani ya chama, ibara 83 kipengele, hii inaelezea juu ya kuimarisha mifumo ya bima ya afya nchini, ikiwemo mifuko ya bima ya afya ya NHIF na CHF ili kufikia lengo la serikali la kuwa na bima ya afya kwa wananchi wote. Kwa hiyo nikaona nisome hii hapa, ili kwanza tumfahamu kwamba hili tunalolizungumza, pamoja na kwamba mfuko wa taifa wa bima ya afya unasimama katika eneo la utekelezaji, lakini ni takwa na ni mpango pia wa chama kwamba alifikie hatua hii. Sasa jambo zuri katika utekelezaji wa jambo hili ni kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walitunga sheria ambayo Mheshimiwa Rais pia alishaisaini ya kuwataka au kuwawezesha wananchi wote kuwa na bima ya afya. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo sasa kutokana na umuhimu wenu kwa wananchi ambao siku zote mkuwa mkiwasimamia, mfuko ukaona ni muhimu kuchukua hatua za awali za kuwaelimisha na kuongea na waheshimiwa madiwani kwanza kujua uwepo wa hii sheria, ili wanapoongea na wananchi wafahamu ni mabadiliko na maboresho gani ambayo tayari yameshafanyika. Na utekelezaji wa hii sheria ulishaanza toka tarehe moja mwezi Agasti mwaka elfu mbili na ishirini na nne kwa kuanza kugusa baadhi ya maeneo tofauti tofauti kwa makundi. Kwa hiyo nitaomba nipite kwenye maeneo machache ambayo hii sheria imeyataja. Nitaomba nitumie muda mfupi sana ili nisiwachoshe. Jambo la kwanza ni kwamba hii sheria inazungumzia nini. Sote tunafahamu kwamba bima ya afya nchini mwetu ni jambo la hiari kwa wananchi wengine wa kawaida, lakini ni jambo la lazima kwa watumishi wote wa umma. Sasa lengo la serikali kutokana na changamoto ya wananchi wanaoipata katika kupata huduma za matibabu kwa wapo kwenye vituo vya kutolea huduma, imetengeneza utaratibu ambao utamwezesha kila mwananchi kuwa na bima ya afya ili kuwaondolea usumbufu na changamoto ambazo wamekuwa wakizipata katika kupata huduma za matibabu kwa wapo mahospitalini. wa wa Kwa hiyo sheria hii imetaka nini? Jambo la kwanza sheria imeagiza kwamba kuanzishwe kitita cha afya cha jamii kitakachowawezesha wananchi kupata huduma kuanzia ngazi za msingi mpaka ngazi za juu, tofauti na ilivyo sasa, ambapo kwa mfano kitita cha CHF wananchi walikuwa wanapata huduma katika maeneo yao, wakienda mbali sana hospitali za wilaya. Kwa hiyo kwa sheria hii ya bima ya afya kwa wote, maboresho yaliyofanyika ni kwamba wananchi wakishajiunga watakuwa wanapata huduma mpaka ngazi za juu. Lakini kwa sababu sheria inataka wananchi wote wawe na bima ya afya, lakini imetambua kuwa wananchi wengine bado hawana uwezo wa kujitosheleza katika kulipia hizo gharama za matibabu au gharama za bima, kwa hiyo imepangwa kwamba kuwe na mfuko kwa ajili ya wasiokuwa na uwezo. Kama tumefuatilia ya bajeti ya jana, mheshimiwa waziri, kuna maeneo yalizungumza ambapo vitakuwa vyanzo vya mapato kwa ajili ya kuwezesha makundi ya hawa watu wasiokuwa na uwezo. Makundi hayo, tunazungumzia walemavu, tunazungumzia wazee, tunazungumzia makundi mengine ya watu ambao hawana uwezo wa kujihudumia katika kupata hizo gharama. Lakini jambo jingine ambalo sheria itakuwa imeainisha nikua...